Shura ya maimamu Tanzania kama baraza la kidini tunapaswa kuyasemea mambo hayo kwa mtazamo wa itifaki nzuri za kijamii, lakini kwa uzito wa pekee kwa mtazamo wa vitabu vitakatifu vya Qur'an, Injili na vingine. Kwa maana hiyo tunalazimika kuyaangalia haya masuala ya wizi eh, wa kura mauaji yaliyotokea kwa mtazamo wa Qur'an lakini Injili na vitabu vingine tunatazama haya mambo kwa mtazamo wa kidini kwa sababu ni muhimu zaidi katika dini, dini, vitabu vya dini ndio rejea muhimu sana katika maisha yetu. Tunaangalia kwanza swala la wizi wa kura. Wizi wa kura maana yake nini? Wizi wa kura maana yake ni, a ni kupiga kura zaidi ya mara moja, b ni kubadilisha matokeo ya kura, na c ni kununua kura kwa rushwa na mfano wa hayo. d kuiba au kuharibu sanduku la kura kwa nia mbaya nashii ni kutangaza matokeo ya uongo. Haya yote kwa mtazamo wa Uislamu ni hiana, ni uhaini na rishi, udanganyifu. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani Karim, wala msifanye hiana, uhaini kwa makusudi na nyinyi mnajua. Hii ni sura ya nane aya ishirini na saba. Hapa Qur'ani tukufu inakataza aina zote za hiana, iwe katika mali, madaraka au haki za watu wizi wa kura ni hiana kwa jamii na taifa kwa ujumla. Pia Allah Subhanahu wa taala anasema na wala msiliane mali zenu kwa batil wala msiwapelekee rushwa mahakimu ili mpate kula sehemu ya mali ya watu kwa dhambi. Haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu katika sura ya pili, surat Albakara aya 188. Hii ni aya ya 8 katika surat Almaida sura ya tano. Wizi wa kura ni dhambi kubwa katika Uislamu ni kitendo cha, cha uhaini, udanganyifu na dhulma dhidi ya watu na taifa wa kwa ujumla. Mwislamu anatakiwa kuwa mkweli mwadilifu, na mtetezi wa haki za binadamu zinapovunjwa na mtu yoyote yule. Tunazungumzia swala la mauaji katika Uislamu, tulikuwa tunazungumzia swala la kura, tumerejea Qurani, tumerejea na eh, hadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunaangalia mauaji katika Uislamu wamsemaji Kumuua mtu asiye na hatia ni jambo linalochukuliwa kwa uzito mkubwa sana katika Uislamu. Qurani na hadithi za mtume Muhammad SAW zimeweka wazi kwamba maisha ya mwanadamu ni matakatifu na hakuna mtu mwenye haki ya kuyatoa bila sababu halali za kisheria. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala anasema, kwa sababu hiyo, tuliwaandikia wana wa Israeli ya kwamba anayemuua mtu bila ya mtu huyo kuwa amemuua mtu mwingine au kufanya uharibifu katika nchi ni kama ameua watu wote, na mwenye kumuokoa mtu na mauti ni kama ameokoa watu wote. Hii ni aya ya 32 katika sura 5, suratul Maida. Aya hii inaonyesha ukubwa wa dhambi ya kumuua mtu asiye na hatia. Mwenyezi Mungu anasema ukifanya hivyo ni sawa na kuangamiza ubinadamu wote. Allah subhanahu wa ta'ala pia anasema: wala msiue nafsi ile ambayo Mwenyezi Mungu amekataza isiuawe, isipokuwa kwa haki, na aliyeuliwa kwa dhulma tumempa mrithi wake mamlaka, lakini asipite mipaka katika kuua, hakika yeye yuko katika msaada. Sura 17 aya 33. Aya hii inasisitiza kwamba mauaji ni haramu isipokuwa kwa sababu za haki kama zilivyowekwa na sharia, mfano adhabu ya kifo kwa muuaji. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuangamia kwa, kwa dunia nzima ni jambo dogo mbele ya Mwenyezi Mungu kuliko kumwaga damu bila ya haki. Hii ni hadithi inapatikana katika Sahihi Bukhari hadithi, katika hadithi ya 6868. Mtume sallallahu alayhi wasallam pia anasema muumini atabaki katika wigo wa dini yake isipokuwa pale tu atakapomwaga damu bila ya haki. Hii nayo ni hadithi ya 3000 ka 3987. Hii inaonyesha damu ya mtu ni jambo tukufu sana, kumuua siye na hatia kuna haribu imani ya mtu na kunahesabika miongoni mwa madhambi makubwa zaidi. Mtazamo wa Kiislamu unajadidisha kuwa uhai ni haki ya Mwenyezi Mungu, mwanadamu si mwenye mamlaka ya kutoa au kuondoa uhai bila idhini yake. Mauaji yasiyo ya haki ni miongoni mwa madhambi saba makubwa yaliyotajwa na Mtume Muhammad wa salam katika hadithi ya, ya 2766. Katika Uislamu damu ya mwanadamu iwe Muislamu au si, asiye Muislamu anayeishi kwa amani inalindwa. Katika Uislamu Mtume saaa salam anasema, atakayemua mtu aliye chini ya ulinzi, mtu huyo hataisikia harufu ya pepo. Sahihi Bukhari hadithi ya 3166. Kumuua mtu asiye na hatia ni dhambi kubwa mno katika Uislamu, ni kuvunja moja ya haki kuu alizopewa mwanadamu na Mwenyezi Mungu, haki ya uhai. Hizo ni nasaha zetu kwa mujibu wa Qur'ani na mafundisho ya Mtume Muhammad SAW katika maeneo hayo ya e, wizi wa kura na katika maeneo hayo ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya